Mambo mazito kwa sababu miaka yote miwili tumeishi bila kuwa na amani, lakini kwa sasa tunaweza kumshukuru Mungu kwa sababu mwili umepatikana, na nafikiri tukishao hifadhi basi maisha mengine yataendelea. Kutoka moyoni, napenda kuishukuru serikali ya Israel kwa jitihada tangu haya yalipotokea tarehe saba mwezi wa 2023 tangu kipindi hicho hawajawahi kukata mawasiliano na mimi walikuwa wakini update kila, kila wakati na hata mwili ulipopatikana sasa kwamba wameni update tumefarijika na tumepokea kwa furaha na shukrani mabaki ya mwili wa kijana wetu kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Simanjiro wakiungana na familia ya ndugu yetu Mzee Mollel kuweza kuhitimisha msiba uliojitokeza kutokana na machafuko kule Israel. Tulipokuwa tumepata taarifa kwamba huu mwili umepatikana, familia ilipokea kwa furaha, na sisi tuliendelea kuwapa hizo taarifa za nini kinaendelea, na wao wakawa natupa moyo kwamba tuendelee kwa hiyo kimawasiliano na faraja na subira miongoni mwetu lilikuwa ni jambo la, la, la kupeana matumaini na matokeo yake ndo kama haya ambayo tunayo, lakini mashirikiano mengine zaidi ni katika mapokezi. Mashirikiano mengine zaidi yatakayoendelea ni katika mazishi.